Jifunze leo YouTube channel. Uh, leo tena nakuletea jifunze kusoma na kuandika silabi. Lakini leo naenda kufundisha silabi kwa herufi kubwa na ndogo. Mara nyingi nimekuwa nikiweka silabi au herufi ndogo. Leo nakwenda kuonyesha kwamba herufi moja, herufi moja inaandikwa kwa namna mbili, kwa herufi kubwa na kwa herufi ndogo. Nini inamaanisha? Basi tega sikio, lakini usikose kusubscribe hii channel, kwa sababu inakuletea vipindi vingi na itazidi kuletea vipindi, kadri siku zinavyokwenda vitakuwa vitazidi kuwa bora zaidi. Basi nikusi usubscribe hii channel, gonga kengele hapo ili endelee kupata taarifa. Kadiri tunavyokuwa tuna share video zetu. Asante sana mtazamaji na wewe uliye subscribe. Basi tupo pamoja. Mimi naitwa Mwalimu Po Mgaya. Basi leo tunaenda kujifunza kusoma na kuandika, lakini kwa herufi kubwa na ndogo. Herufi kubwa na nini? Na ndogo. Herufi kubwa na ndogo. Tutaanza kusoma silabi ba, be, bi, bo, bu silabi ba, be, bi, bo, bu. Inavyoandikwa inaandikwa hivi, sawa. Inavyoandikwa kwa hivi, hii ni silabi ba. Ah, tunasoma hivi kusema ba, be, bi, bo, bu. Unaweza ukarudia mwenyewe hapo. Narudia tena ba, be, bi, bo, bu. Hizi ni silabi ba kwa herufi ndogo, lakini zinaandikwa kwa namna nyingine ambayo tunasema herufi kubwa ambayo ni hii hapa. Hii ni herufi ba kwa silabi ba imeandikwa kwa herufi kubwa. Okay? ni ba, be, bi, bo, bu. Kwa hiyo popote utakapoona kwamba kuna herufi hizi, basi juu hii ujue ni ba na chini hinayo ni nini? ni ba. Okay, mara nyingi herufi kubwa huwa inatumika kuandika majina ya watu, inatumika kuandika majina ya sehemu, huwa tunaanza na herufi kubwa. Jina lolote linaanza na herufi kubwa, lakini majina ya kawaida unaweza ukaandika hata kwa herufi ndogo, kama vile mbwa, paka, unaanza kwa herufi ndogo, lakini herufi kubwa huwa inaanza kuandikwa kwa mwanzo kabisa kwenye jina la mtu au jina la mahali unapotama, labda Mbeya, Dar es Salaam, ko lazima uanze na da kubwa. Uh, unaposema na k okay, Bukoba ok, lazima uanze na ba kubwa. Unapotaka useme Burundi lazima uanze na ba kubwa, usiandike ba ndogo. Ok basi, mimi ni kusii tena, uendelee kufuatilia lakini nikuonyeshe pia herufi gani zingine ni kama ifuatavyo. Uh, herufi zingine ni hizi hapa, kuna ga. Ga herufi ndogo inaandikwa hivi, okay. Herufi ndogo, uh, herufi ndogo inaandikwa hivi. Hii ni ga, ge, gi, go, gu Ga, ge, gi, go, gu, ni kusihi sana unapokuwa unajifunza kusoma na kuandika hizi herufi. Jitahidi sana unapoandika, basi uombe hizi herufi kwa umakini zaidi okay? Basi hiyo ni ga herufi ndogo. Ga herufi kubwa ni hii hapa. Hii ni ga herufi kubwa. Kwao ni ga, ge, gi, go gu tena ga, ge, gi, go, gu. Kazi kwako sasa, kushajifunza hivi ujue kwamba ndo inavyotakiwa kuandikwa. Basi usikose kusubscribe, tukuletee herufi zingine tukufundishe zaidi. Basi asante sana, lakini pia tuna vitabu ambavyo Unaweza ukarushiwa kwenye simu yako ukakisoma. Kitabu hiki ni kujifunze kusoma na kuandika kwa lugha ya Kiswahili. Uh, wakati mwingine kutembea na kitabu ufike sehemu yote usome, ni kwani kazi. Watu wengi sana na smartphone wakitaka kusoma wanashindwa, lakini wakati mwingine huwezi kupata na fursa ya kupata kitabu. Lakini mimi nakupa kitabu ambacho ni cha online, na kulushia kwa njia ya WhatsApp, unakipata kitabu hiki mapema kabisa, halafu inakuwa ni ni kazi kwa kukufanya ni kukisoma. Vitabu hivi vinauzwa bei rahisi tu. Basi mimi ni kusihi unipigie simu namba 0755754391 ukija WhatsApp utanikuta huko, mimi nitakushia hicho kitabu, utakaa nacho. Au unataka mwanao ajifunze, kuna kompyuta nyumbani, kuna tablet nyumbani, au tunasema kishikwambi nyumbani, lakini unataka kitabu hicho akaenacho kwenye kishikwambi, au kwenye tablet, au kwenye kompyuta. Ni vizuri kwa sababu kitabu ambacho cha karatasi ni rahisi kuchakaa, lakini kitabu ambacho umerushiwa kipo kwenye simu hakichakai, siku zote kipo, labda upoteze simu. Lakini hata kama ukipoteza simu sasa hivi kuna namna mbalimbali ya kutunza vitu, vinarudi automatiki kwenye simu hata kama ukipoteza simu yako. Basi mimi nikusii subscribe hii chaneli, naita Marimpomgaya. Okay, asante sana, sana.